Kwa habari, michezo na burudani. Subscribe Beni Classic TV. Fahari ya Afrika. Yes. Hello guys, hii ni Beni Classic TV. Leo look tupo kwenye Tumaini Festival na leo tupo na sister. Sister mambo? Poa. Kwa good? Mm. Unaitwa nani? Audrey. Audrey. Yes, sisi bwana kama Beni, tunataka tufanye na wewe, drip check kidogo au look. Ni kosi ya gani? Tujue yuko aje. Kwa tayari na sisi sasa? Hebu, yeah. Tuambie, umependeza sana hii ni kwa sababu Tumaini Festival tu au kawaida yako? Okay. Tuanze na chini. Mm -hmm. Sendo moja nzuri ni spend bei gani? hey, <laughs> <laughs>

Imekosti bei gani? so so, unajua hapo meshe na wewe 55 55 and then, kamera kamera, hebu nisaidie kidogo, nipige zoom kwenye meno

Kwa, sana. Asa ndi? Asa ndi. Asa ndi sana. Kwa habari, michezo na burudani, subscribe. Benny Classic TV, fahari ya Afrika.